Nimekuja kuangalia maendeleo ya urejeshaji wa mawasiliano kwenye daraja hili la Mto Mnywamaji ambalo mwanzo tulifika na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi kwa ajili ya kukagua barabara inayotoka Kitai mpaka Ruanda lakini na madaraja haya. Na wakati ule tulipofika eneo hili tulikuta kuna daraja la muda linaendelea kujengwa kufuatia lile lililokuwepo la muda nalo kukatika. Kwa hiyo tulipewa maelezo ya namna daraja lile linavyoweza kukamilika na tukaambiwa tarehe tano lingekuwa limekamilika, na kweli lilikamilika tarehe tano na watu wakaanza kupita, na kwa maana hiyo ile daraja la kudumu lililowekwa hapa liliweza kuondolewa ili lifanywe maboresho ambayo mbure. Mkitazama huko nyuma mtaona, sasa lile la chuma limeondoka, limewekwa daraja la zege. Lakini usiku wa tarehe nane ilitokea mvua kubwa huko kwenye vyanzo vya mito vinavyoleta maji huku, ambayo ilipelekea maji yale kupita juu ya madaraja yote yaliyoko hapa, kwa maana ya overflow. Lakini ilipofika tarehe tisa lile daraja la muda nalo liliondolewa, kwa hiyo mawasiliano yakakatika moja kwa moja kwenye eneo hili. Kwa hiyo niwapongeze TANROADS mkoa kwa kazi kubwa na mkandarasi mlioifanya ndani ya siku mbili kurejesha mawasiliano haya yaliyokuwa yamekatika, na leo nimekuja kujionea mwenyewe magari yameanza kupita kwa daraja hili la muda. Lakini hata lile daraja ambalo sasa litaendelea kuwa la kudumu hapa, ukiacha lile linalojengwa jipya nalo limejengwa kwa viwango vinavyostahili. Tunachosubiria ni kukomaa kwa zege ambalo limetumika kujenga daraja ile, ili sasa magari yaendelee kupita kule na sio hapa, ambapo ni kwa muda. Serikali iko pamoja nanyi katika kuhakikisha shughuli za kijamii na za kimaendeleo hazikwami. Kama ambavyo inafahamika, huku Ruanda ndiko yanakotoka makaa ya mawe, lakini mazao mengine yanatoka na wananchi wanatoka huku kwenda mjini kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Huo ni ushuhuda kwamba serikali inajali, serikali inasikia na ndiyo maana inawekeza zaidi ya bilioni tatu kwenye eneo hili la mto Mnywamaji kuhakikisha panapitika na barabara hizo zinaendelea kujengwa kama ambavyo mumeona. Lakini nitumie pia fursa hii kujaribu kuwaelimisha wananchi kwamba matukio haya yaliyokwisha kutokea ni majanga ya kiasili, hayasababishwi na uzembe wa mtu. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, mmeona jitihada zilizokuwa zimefanywa mwanzo za kurejesha mawasiliano, lakini mvua ile ya tarehe na na tisa zikaja zikaondoa daraja lile lilikuwa limeanzishwa, ambayo sasa tumelazimika rejesha tena kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo wananchi wawe na imani na serikali yao. Sisi kama wakala ya barabara tumejipanga kwa kurudisha mawasiliano kama ambavyo mmeona, sasa hivi hamna mtu aliyekwama eneo hili. Nichukue fursa hii pia kuwashauri au kuwaomba ndugu zangu ambao wanafanya hii biashara ya, ya makaa ya mawe. Hivi vyote tulivyovijenga hapa ni vitu vya muda, havina uimara ule wa kubeba mizigo mikubwa sana. Tume vibao katika barabara hii kushauri kwamba wasizidishe angalau tani ishirini na tano ishirini na tano mpaka 30 sehemu hizi naweza zikabeba kwa muda huu mchache ambao serikali inafanya juhudi za kutosha kuhakikisha kwamba eneo hili linajifungua, basi na wao watusaidie kwa kutobeba mizigo mikubwa. Pia tutaweka mzani hapa kuhakikisha kwamba mizigo mikubwa haitopita katika eneo hili.